Watukufu Waislamu, idi yetu imetukusanya. Nitumia nafasi hii kuwahusia watanzania tuienzi amani na hususan Waislamu, dini yenu ni dini ya amani, dini yenu ni dini ya unyenyekevu, ndiyo maana ikaitwa al-Islam. Tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Waislamu, nitumia nafasi hii nyinyi waislamu ni raia wa Tanzania, mna haki kama walionayo raia yoyote wa Tanzania. Nendeni kwenye vyama mtachokiona kinafaa chukueni fomu, ingieni kwenye uchaguzi mgombee. Na kupitia mimbari hii si wausii tu waislamu, na wausia hata wasiokuwa waislamu, chukueni fomu kwa chama chochote. Lakini vyama hivyo usia wangu nendeni mkavipime, sio kila king'aacho ni dhahabu. Nenda kapime, usiwa akili kuambiwa. Viko vyama mwanzo kabisa, hata hatujaingia mchezoni vimeanza kuonyesha viashiria vya uvunjifu wa amani. Nitumie nafasi hii kutoa wito kwa viongozi wenzangu wa dini na watanzania wenye mapenzi mema, tukibaini chama chochote kina ishara ya kuvunja amani, chama hicho tukiambie hapana. Vijana wa Kiislamu, vijana wa kitanzania natumia mimbari hii leo siku ya Aidi kuwahusia kutunza amani ya nchi. Msikubali miili yenu kutayarishwa kwa ajili ya fujo. Tumeanza kusikia maneno, na haya lazima tuyakemee, kwamba tutaleta fujo, tutaleta uharibifu katika nchi, tutapasua pasua nchi kwa kutumia nguvu ya umma. Mtu anaposema hivi, maana yake anawaandaa watu, watatoka barabarani wafanye maandamano, ndio tafsiri yake. Hakuna kuremba, tuambiane kweli. Hatuna mahala pengine pa kwenda ila Tanzania. Tusikubali ushawishi wa aina yoyote kwamba wewe utumike kuleta fujo katika nchi. Jitafakari, wakati mimi naenda kuleta fujo katika nchi, watakaumia ni kaka zangu, ni dada zangu, ni mama zangu, ni wajomba zangu. Faida yake nini? Pende kuwakumbusha Watanzania wenzangu kwamba mwaka huu 2025 tunaelekea katika uchaguzi, mwisho wa mwaka huu tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa taifa letu. Ndugu zangu, nipende kuwakumbusha kwamba Tanzania ni nchi ya amani na upendo, na tunataraji na kutegemea kwamba tutaendelea kudumisha amani katika taifa letu. Tukumbuke kwamba amani, mdumishaji wa amani wa kwanza ni mimi. Wa pili ni wewe, yaani ni jukumu letu sote kudumisha amani ya taifa letu. Kuna, kuna baadhi ya watu wanaishi kufata mkumbo ambapo yanakuja ya, ya kuwapelekea sehemu tofauti, sehemu mbaya, lakini nachowasihi na, Waislamu wa wenzangu mwaka huu ni, ni mwaka wa kupiga kura. Kuna magrupu mengi yanatokea, magrupu ya vurugu, magrup. Nachowahusia Waislamu wenzangu, sio Waislamu tu, wananchi wote, fuate magrupu ambayo yakapelekea ya nchi kuingia kwenye kumwaga damu. Subscribe now.